Kwa muda mrefu sasa kumekuwa na jitihada za kutafuta suluhu ya kumaliza changamoto ya uwepo wa ombaomba katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, huku matunda yakiwa bado hayajapatikana. Kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ombaomba wengi hususani wale wenye ulemavu wa viungo mbalimbali vya mwili wamegeuka kuwa miradi ya watu, jambo ambalo wamelibaini baada ya kufanya utafiti, huku wakitangaza nia ya kuchukua hatua. Yapo baadhi ya maeneo ambayo watu wanatumia wale omba omba wazima na walemavu kujiingizia vipato wao. Wamekwenda kuchukua baadhi ya lodge ziliziko baadhi ya maeneo pale Riverside na baadhi ya maeneo kadhaa, na muda sio mrefu vyombo vya dola vina investigate kiasi cha kutosha ili kuwakamata wanaohusika. Wana wachukua wale walemavu, wanawatembeza jioni. Yule mlemavu amepangiwa kwamba kwa siku leta shilingi laki moja na nusu. Suala la uchaguzi ni moja ya ajenda ambazo pia amezizungumzia na kubainisha kuwa atahakikisha anatumia njia ya mazungumzo na viongozi wa kisiasa, wa dini katika mkoa huu ili uchaguzi ufanyike kwa amani. Kumekuwa kuna malalamiko mengi ya kuonyesha hisia za kutoshiriki katika chaguzi. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, tutakuwa tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa taasisi zozote za kisiasa za kidini au zisizo katika makundi haya. Lengo ni kujikita katika four katika ara nne ambazo mheshimiwa rais aliziasisi. ki ukweli ni kwamba mheshimiwa rais alishatoa utaratibu na hawezi kumzuia kiongozi yoyote wa kisiasa au kiongozi yoyote wa ngazi kama ya kwangu kuto kwenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi yoyote. Alisharuhusu, alichokihitaji ni taarifa ili unapotoka mchakato wa vetting wa kupata kiongozi mwingine uweze kufanyika kwa uhuru kuliko kufanyika vitu kwa ughafla. Kwa hiyo mimi nadhani kama kiongozi nilimzingatia kiasi cha kutosha, na kwamba hizo zote zilikuwa ni hisia, na kwa sababu sijaandika barua maana yake ni kwamba bado mimi sijawa na dhamira ya kutiania katika hatua nyingine. Ameeleza maendeleo ya ujenzi wa barabara na ujio wa mabasi yaendayo haraka. Katika hili niendelee kutoa rai na kuomba radhi sana kwa wana Dar es Salaam. Nafahamu adha kubwa ya usafiri inayopatikana kutokana na kukosekana kwa mabasi yaendayo kwa kasi, lakini Mheshimiwa Rais kupitia pia wizara hii ya Tamisemi wanaendelea na zoezi hili kwa haraka kubwa sana, ili kuweza kukabiliana na changamoto kubwa ya usafiri ambayo inawakumba wananchi wa yale maeneo ambako sasa mabasi yapo, lakini hayatoshi na kwenye yale maeneo ambako mabasi hayapo lakini miundombinu imekamilika. Aidha, Chalamila amewataka wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha wanatumia sikukuu ya Pasaka kama kielelezo cha kudumisha amani, upendo na kusameheana. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam.